Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hatima ya Chadema kutoshiriki uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ni suala linalogonga vichwa baada ya kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu kuiweka kando makada wadau wa baki njia panda, aina akiyasisitiza haina laki kwa miaka mitano ijayo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Ramadhan Kailima. Yeye anasema utaratibu wa kusaini kanuni hizi ni leo tu, hakutokuwa na siku nyingine. Kwa maana hiyo, chama ambacho hakija sain hakitaweza kushiriki uchaguzi na chaguzi nyingine ndogo zitakazofuata katika kipindi cha miaka mitano. John Mnyike anasema ni vyema mkaandika kwamba sijaenda wala sijateua mtu. Habari kubwa sasa hivi ni katibu mkuu, sijakwenda kusaini wala sijateua kiongozi au ofisi yoyote kwenda kushiriki kwa niaba ya yangu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Mwananchi limeandika boti ya shilingi bilioni nne yatoa kufanya uokoaji ziwa Victoria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Boti ya wagonjwa ikiwa imepakiwa katika gari kwa ajili ya kusafirishwa kutoka bandari ya Mtwara kwenda Mwanza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika ripoti wanawake hawa wako hatarini kupata umaskini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Habari kutoa leseni nne kwa wachimbaji wadogo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Samia awaonya tena wanaochezea amani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi ya jumapili ya leo.